rusha ndege ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Aveta inapatikana kupitia pmbet.co.tz. Akufuatia uh, videos ambazo ameziposti mrembo huyu Shishikiki kupitia ukurasa wake wa Instagram lakini pia na mitandao yake mingine. Ameposti hii video ambayo kidesign kama alikuwa nawashangaa wale wanawake ambao ameenda kwenye show ya Davido siku ya Jumamosi. So kidizani kama yanauliza, yaani, mimi nilipe pesa zangu nikamwangalie Davido? So kidizani kama nawashangaa wale ambao wameenda kutazama show ya Davido. Mimi sitaki kuongea sana, hebu msikilize hapa Sishikiki alafu udondoshe komenti yako hapo chini, unadhani yuko sawa hivi kwa wale ambao walienda kumtazama Davido, kwa wale ambao walilipia labda milioni tano, kiingilio cha juu kabisa ama kwa wale ambao walilipia laki na themanini ama kwa wale ambao walilipia thelathini, hawakuwa sawa? Kwa hiki kichambo jamani, hebu msikilizeni hapa Sishikiki alafu utuambie hapo chini kwenye comment kitu ambacho mimi nataka niwaulize, kitu ambacho mimi sikielewi kabisa Mwanamke, unawezaje kujigharamia kwenda kumwona Davido? Siwezi kutoa mguu wangu, nikapaka perfume yangu ya gharama, nikavaa nywele yangu ya gharama, nikachoma mafuta yangu ya gharama kwenye gari yangu ya gharama, nikatoa mguu wangu, nikaenda kumpa muda wangu mwanaume just like that, for free. Sisi wanawake tunaitwa female. Mimi I am a female, female fee, kumaanisha kuna fees, mtu anabidi agharamike ili apate muda wangu. Kuna ada ya kulipa mimi niingie gharama kwenda kumwona mtu yani, kuna kitu ambacho mimi sijakielewa hasa cause nimeamka asubuhi, nimewaingia Snapchat, nimeona wanawake wengi sana wameenda kwenye show ya Davido. mimi ukiniona nimeenda kwenye show ya mtu ujue nina either na mahusiano naye karibu, au ameingia gharama, kuna ada amelipa, kuna fees amelipa, whether it's an artist. Lakini marafiki zako wote wanakunywa

lazima ulipe ada kuna ada ya kulipa mm -hmm. there is just no way tena sijui kwenye show ya msanii fulani sijui kwenye show ya nani no there is just no way like hakuna mtu amewahi kuwa na umuhimu wa kiasi hicho kwenye maisha yangu i don't know about you guys but i think i have the most the highest self esteem and najua watu wengi mnaweza mkasema ah najisikia najishaua lakini hapana